Shosti. Tusemezane. Vitu ambavyo jamani, tunatakiwa tu avoid in our lifetime hususan tukiwa tuna dates. Status ni dates. Status ni mpenzi. Status ni bado hatujaelewanaelewana hatu, hatuja lakini labda mnaishi pamoja na kadhalika. Kama una vyeti vyako vyovyote, vyeti hakikisha vyeti vyako ni mali yako. Wherever you go, go with it. Don't left behind, yani usiviache kwa sababu pale tunaishi na mpenzi au nini au kuviache kwenye secure places, yani kama nyumbani pako karibu na wewe unapoisha, wherever it is, make sure vyeti vyako ni mali yako. Wivu wa mapenzi huchoma vyeti, wivu wa mapenzi huchoma ni ID cards, wivu wa mapenzi wanaban vitambulisho vyako muhimu. Hakikisha kuna hisia halafu kuna maisha Watu wengi wameingia kwenye majanga makubwa. Mtu anakwambia oh, nilikuwa na vyeti vyangu, nimeacha kwa boyfriend, nimeacha kwa mpenzi, nimeacha kwa nani. Don't do that, don't. Yani uwezi ukapoteza miaka yako miwili mitatu minne, law school yako, sijui medical school yako, kwa sababu bado tuko kwenye nchi ambayo they believe in certificates. So wivu wa mapenzi ukija, mtu anaweza kukomoa. That are precautions, make sure your certificates are safe with you. Sisemi usimwamini boyfriend wako, sisemi usimwamini girlfriend wako, sisemi hivyo. Ninachosema uiwe kama po, ulipo vipo, hakikisha wanyewe wanasema uitunze namba yako ya siri na nini, tunza vyeti vyako, kwa sababu wivu wa mapenzi mauomvi, kuna watu they gonna destroy you from the ground. Sio tu na mapenzi upoteze kila kitu, so ili kuepuka kupoteza kila kitu kutokana na so called emotions carry your certificate with you. Shosti! Tusemezane